Mradi huu unatekelezwa kwa kutumia fedha za ndani kutoka serikali kuu ambazo ni sehemu ya nyongeza ya bajeti kupitia mfuko wa tozo ya mafuta zilizotolewa na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dk Samia Suluhu Hassan. Mm -hmm. Ujenzi wa daraja hili unatekelezwa na mkandarasi mzawa Eima General Company Limited. Utekelezaji umeanza tarehe mbili mwezi wa tisa ishirini ishirini na nne na unatarajiwa kukamilika tarehe ishirini na nane mwezi wa 7, 2025. Lengo la mradi. Ndugu kiongozi wa mwenge wa uhuru kitaifa, lengo kuu la mradi huu ni kuboresha miundo mbinu ya barabara katika maeneo ya mijini ili kuongeza fursa za kiuchumi na kijamii, kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ibara ya 57a. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa Mwenge wa Uhuru Kitaifa, ujenzi wa daraja hili utagharimu shilingi milioni mia tatu kumi na tisa, mia mbili hamsini na tano elfu. Ambapo kazi zitakazo, ambazo kazi ambazo zimefanyika mpaka muda huu ni ujenzi wa daraja lenye midomo miwili pamoja na upunguzi wa barabara kilomita 1.2. Maendeleo haya ambayo tunayaona ni moja kati ya chachu ya mafanikio ya serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu Mheshimiwa Rais, moja kati ya ahadi ambazo anaendelea kuahidi wananchi, ikiwemo na suala zima la kutengeneza miundombinu ya barabara pamoja na madaraja yale ambayo yamechakaa kwa muda mrefu. Wakati imewasilishwa taarifa hapa, mwenzetu alikuwa akiwasilisha, ametuambia kwamba chachu ya mafanikio ya ujenzi wa daraja hili kwamba lilikuwepo daraja lakini, kwa kweli, lilikuwa halina, halina umakini na umadhubuti kwa ajili ya wananchi wetu, jambo ambalo lilikuwa linapelekea changamoto hasa wakati wa mvua ndani ya maeneo haya. Ombi langu kwa wakandarasi ambao wanajenga daraja hili, wametuambia muda ambao umetakiwa kukamilika daraja hili, mimi naendelea kuombea kila laheri waweze kutimiza ile ahadi ambayo wameweka, kwa sababu wananchi walio wengi wanasubiri mafanikio na uonevu na uzinduzi kwa daraja hili ambalo tunalionea muda huu. Mimi imani yangu kutokana na uadilifu wa kandarasi hawa, wataendelea kufanya kazi yao bila ya shaka ya aina lolote, na ule muda ambao umepangwa, sina shaka utaweza kukamilisha ujenzi wa daraja hili. Lakini pia ombi langu kwa wananchi ambao wanatumia njia hii, tuhakikishe daraja hili tunalienzi, tunalitunza, ili kila mmoja wetu aweze kujionea mafanikio ambayo yamewekwa chini ya serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari